Twende aya ya tatu. Kwa namna fulani ilieleweka ni kwa nini nyanya na babu hawakujali siku hizo. Kama baba angetuma pesa angezituma kwa nyanya, yeye ndiye angefanya uamuzi wa kumpa mama pesa hizo au la, na mara nyingi mama hakupata hata senti. Baba alijua hili, ila yeye pia alishindwa kumvumilia mke aliyependa kulalamika. Kwa hivyo pale, unaona maudhui gani? Sikuna utamaduni. Pesa hutumwa kwa wazazi wa mume. Andika hivyo. Hudhu ya utamaduni. Moshe ni mtete, mtepetevu, mtepetevu. Hakujali Moshe hakujali mama Kazili alipokosa kupewa pesa na wazazi wake. Unaona, sifa nyingine hapo ya gani? Mamake Moshe, mamake Moshe ambaye ni mumewe mama Kazili, mamake Moshe ni katili, anakosa kumpa mama Kazili pesa ilhali hawana chakula. anakosa kumpa mama kazili pesa ilhali hawana chakula. Anakosa kumpa zile pesa zilikuwa zimetumwa na Moshi, ndio maana tunaambiwa mama hakupata hata senti. hata pale, angalia sentensi ya kwanza pale, katika aya ya tatu. Kwa namna fulani ilieleweka ni kwa nini nyanya na babu hawakujali siku hizo. Kama baba angetuma pesa, angezituma kwa nyanya. Kwa hivyo hawakujali kuhusu masilahi yao. Tut, tutemke pale chini. Leo tunaenda makongeni kwa jamaa ya baba yenu mama alitueleza asubuhi ile baada ya staftai ya ugali wa mahindi usiokuwa na kitoweo. Kwa hivyo kuna umaskini, kuna umaskini pale, wanakula staftai ya ugali wa mahindi usiokuwa na kitoweo. Unaona, unakula tu ugali peke yake asubuhi ya huo, ni umaskini, staftai ya ugali wa mahindi usiokuwa na kitoweo. Leo tunaenda Makongeni kwa jamaa ya baba yenu, mama alitueleza asubuhi ile, baada ya stafu stai ya ugali wa mahindi usiokuwa na kitoweo. Kwa nini mama, nilimuuliza. Ilimchukua muda kulijibu swali langu, nilimwona anameza kitu kama funda chungu. Kumeza funda chungu, si ni msemo eee? kumeza kitu kama funda chungu Akasema kwa sababu tukiendelea kukaa hapa, tutaweza kupata chakula, alisema hatimaye. Makongeni ilikuwa kilomita arobaini kutoka Habelo, kijijini kwetu. Tuliabiri basi uchora mjini Mbote. Huu ndio mji uliokuwa karibu na kijiji Habelo. Baada ya kusafiri kilomita thelathini, tulifikia mwisho wa barabara. Basi lilikuwa haliwezi kwenda mbele ya hapo. Hivyo hapo tumeelezwa taswira. Kuna taswira, taswira ya mama Kazili na watoto wake kusafiri, taswira ya mama Kazili kusafiri kutoka Habelo Habelo hadi Makongeni na taswira unapata taswira kutoka Habelo hadi Makongeni. Kumbuka wanatoka wakitoka Habelo wanaenda kwanza Mbote, si ndio? Mbote ndio wanaweza kupata gari, ndio sasa wabili ile gari nalakisha, washukie wa wa, waende wakisafiri. Baada ya kilomita hizo 30 ndio wata tumeambiwa kuwa ilikuwa mwisho wa barabara. Ndio sasa wakaanza safari ya kupanda milima ya Maloti. Ilianza hapa shughuli. Safari ya kupanda milima ya Maloti ilianza hapa shughuli ya kuuma meno, kwani tulikabiliana na ma majabali njiani, na mara kwa mara palikuwa na tishio la kuteleza na kuanguka. Shughuli ya kuuma meno shughuli ya kuuma meno. Kwa hivyo, kuuma meno ni nini, msemo? Si ni msemo? Msemu, msemu? Hmm, kuuma meno ni shughuli ambayo ni ngumu, si kupanda ile milima ya Maoloti, hata zaidi ilikuwa theluji iliyotanda kote siku ile. Kwa hivyo pale unapaswa kuwa tunaambiwa kuna maswali ambayo, utapata utaambiwa, wewe mwenyewe ubaini aa, Mama Kazili au mwanamke kwenye boma, shida ambazo wanapambana nazo katika kutafuta suluhisho, si ndio? Au shida ambazo wanapatana nazo ili kuweza yeye mwenyewe kujikwamua, kujikwa, si ndio? Kutokana na utamaduni, shida mojawapo ambao wamepitia pale, shida ambazo wamepitia ili kupata chakula ili kuweza kupata wao kujisaidia. Shida ambazo mama Kazili na wanao wanapitia, andika hapo. Shida ambazo mama Kazili na wanao wanapitia, kwanza, shida ya kwanza ni uh, kufanya nini wakati wanapanda milima ya Maloti, kwanza ni kuteleza na kuanguka, kuteleza na kuanguka. Hatari zaidi ilikuwa theluji iliyotanda kote. Siku ile ilikuwa ya baridi shadidi. Kwa hivyo theluji ya baridi, theluji yenye baridi, theluji iliyotanda au theluji yenye baridi, si nimeambiwa. Theluji ilikuwa kila mahali. Theluji inaitwaje kwa Kiingereza? <laughs> Eh, vizuri hewa ilikuwa na ya baridi shadidi, na ilikuwa hivyo. Andika theluji iliyotanda samahani. Jikosoe kidogo pale, andika theluji iliyotanda kote. Pia kuna baridi shadidi. Hewa ilikuwa ya baridi shadidi, na iligandisha hata boho za mifupa. Kwa hivyo hewa ilikuwa na ya baridi, hewa ya baridi shadidi na iligandisha taboo za mifupa mwilini, hasa ikizingatiwa kuwa tulikuwa tumevaa mararu. Umaskini mwingine ndio huo, walikuwa wamevaa mararu. Umaskini, kuna maudhui ya umaskini hiyo familia. Mama kazini, watoto wamevaa mararu, ndio maana hata wanahisi ile baridi. Pale kuna chuku chuku, tumeamesema hewa ilikuwa baridi shadidi na iligandisha. Kwa hivyo, ile hewa kugandisha hata boo za mifupa mwilini, si ndio? Inagandisha, imepigwa chuku, imetiliwa chumvi. Hiyo hewa inaweza kugandisha hata mifupa? Hiyo ni chuku, iligandisha hata boo za mifupa mwilini hata ikizingatiwa kuwa tulikuwa tumevaa mararu. Tumesema huo ni umaskini. Ili kuifanikisha safari hii, lazima mwanamke mwenye huruma kijijini alikuwa amemkopesha mama nauli ya gari ili kusafiri huku milimani. Milima yenyewe ilionekana myeupe na mikubwa ajabu. Shida nyingine ni milima mikubwa ajabu, kukwea milima mikubwa ajabu, kukwea kwa sababu lazima wangekwea hii milima ya Maloti ilikuwa mikubwa ajabu pia. Kuna sifa ya mwanamke kijijini, sifa ya ule mwanamke kijijini ni mwenye ukarimu, ni mwenye ukarimu, au ni mwenye huruma? Ni mwenye huruma. Mwanamke kijijini ni mwenye huruma, andika ni mwenye huruma. Anamkopesha mama nauli ya gari, hatuisema ni mkarimu kwa sababu akumpa tu. Tunasema ni mwenye huruma, anamkopesha mama nauli shunaona tumefika pale.